Silent Ocean Uni Awards. Tumeanza na chuo kinaitwa MSJ, chuo cha uandishi wa habari hapa. Tushazungumza na wanafunzi kadhaa hapo ndani, tumewapa fursa ya kipato chako chatosha, lakini tumewapa dhamira kuu ya kutafuta vipaji. Lakini sisi Silent Ocean tuna dili na wafanyabiashara, wajasiriamali ya wadogo, yani wale ambao tunataka kuwatoa Eh, kuwaweka kwenye mfumo mzima wa ujasiriamali, baadaye wakaja kuwa wafanyabiashara wakubwa. Njoo tupige stori na rais wa chuo cha MSJ, chuo cha uandishi wa habari, tuone ana yapi ya kutuambia. Eh bwana, kwaje? E, safi kema. Unaitwa nani, mzee wangu? Mimi naitwa Omar Abdalla Rashid. Yes. Sawa, kumekuwa kuna idea nyingi sana watu kusubiria ajira. A, especially hapa waandishi wa habari wa wengi watasubiria ajira wakimaliza tu hapa, waende kwenye masuala ya kuajiriwa, na unajua kwamba ajira saizi ni ngumu so hii fursa ambayo tumeileta kipato chako cha tosha, baada ya kuongea na wanafunzi wako, umeipokea vipi na unaielezea vipi fursa? Ni nzuri, kwa vile sisi kama waandishi wa habari huwa tunafundishwa namna ya kujiajiri, kumiliki media, online media, lakini hata pia katika tunavyosoma, tunasoma linaitwa entrepreneurship kujasiria mali. Kwa hiyo hivi vilivyokuja hapa vyote kwetu si vigeni tunasema entrepreneurship kwa hiyo, Silent Ocean wamefika sehemu salama na tumewapokea, na yote waliotuambia si mageni kwetu. Wewe kama rais tayari una, una, una swala la kuwa mjasiriamali e? mimi na, nina utayari huo kwa sababu nilishaanza ujasiriamali e, nimeostopisha kidogo kutokana na masomo, lakini kuja kwenu e, kumeninspire tena kurejea. Kwa hiyo nitaanza tena so soon e. Bwana shukran sana mzee wangu. Atupige story sasa na wanafunzi wako au vipi? moja kwa moja tuende tu surprise group hili hapa hapawile. Haya, niambie fursa ya kipato chako cha tosha eh, kama mjasiriamali wa baadaye umeipokea vipi na unawaahidi vipi? Unapokea kwa kwa sababu ya kutoka huko nje, ambapo tunajifunza kuna fursa nyingi, kipato chetu kutoka sisi wenyewe ulishafikiria kuwa mjasiriamali au sisi ndo tumekusababisha ufikiria ujasiriamali? Unatamani kuuza nini ya na kuwa? Ah, bado tunaendelea kutafuta wanafunzi, sababu tuko chuo. Kuna biashara wanafanya? Ah, Ah, Ah biashara biashara? biashara hapana. Na na kufikiria kufanya kufanya nimefikiria. Nataka mimi kwa kwa kwa kwa kuwa nadu, duka langu sababu ni mtu wa fashion kwa hiyo napenda fashion hiyo hiyo napenda mambo ya nataka kuja kwa stage hivi kuna urafiki gani kati ya waandishi wa habari na fashion? Ah, unajua kama kuna wengine, kuna entertainment entertainment sana kwa entertainment, mtu anatakiwa drip, eh? kwa hiyo ndo kama hivyo, maana napenda fashion mimi mwenyewe, ni mtu wa entertainment, kwa hiyo itakuwa na drip. Tutegemea duka mwaka gani, au mwaka huu au mwezi gani? mm, kwa sababu kipato chako cha tosha, tutaraji hapo karibuni. Tabasamu tabasamu zito zuri linamaanisha mafanikio. Niambie, umefanikiwa nini hapo ndani kwenye hiyo seminar hapo? Actually kwa upande wangu mimi nimefanikiwa kujua mambo mengi, kwamba na uwezo wa kuagiza mzigo kwa hata kama nikiwa na mtaji mdogo, kama kauli mbiu inavyosema kwamba kipato chako cha tosha hakuna kusabu. So nikimaliza chuo nitawasiliana na Bwana Max, then ataniagizia mzigo kupitia Silent Ocean, aidha Uturuki, China, Dubai, Marekani. Kwa nini mpaka ukimaliza chuo? Uone kama fursa imekufata ukaanza sasa hivi? Uh, kwa sasa bado sijapata pesa ya kutosha lakini ikitosha. Kipato chako cha tosha. Hayo ndo mawazo tofauti tofauti ya wanafunzi ambao tulikuwa tunapiga nao ndani hapo seminar. As you can see wamelipokea jambo hili kwa ukubwa mzito na natumaini Maxi atapata uh, message nyingi sana za wanafunzi ambao wameshajiandaa kuwa wajasiriamali wakubwa wa kesho.